mgogoro huu umeanza tangu elfu mbili na ishirini kutoka mbili na ishirini tulianzia ngazi ya kijiji ngazi ya kata kutoka ngazi ya kata akuridhika mlalamikaji tulikwenda ngazi ya, ya wilaya na hatimaye mwenyekiti wa baraza la ardhi la wilaya akaifutilia mbali na kutoa maelekezo kwamba naitupilia mbali endapo wewe hukuridhika unaweza ukaenda kwenye kata, lakini wajumbe wasiwe wale hata kama huko, na watakusaidia kitu chochote. Unaweza ukafungua kesi hapa hapahapa, lakini mimi, tuendelee, yaliisha. Kwa hiyo kinachofuata, mwenyekiti wa kitongoji, mipaka yetu tunayotumia ni mipaka ya asili, ninya ni nyaa au nganigani makatani yale ya kizaa yanaharibu, kwa hiyo mtafute ninyaa au ngani gani?